Watu wawili wameripotiwa kuuawa na wengine zaidi ya mia tatu na hamsini wamejeruhiwa kwenye maandamano yaliyoshuhudiwa leo katika pembe mbalimbali mbali za taifa la Kenya kwenye kumbukumbu kumbu ya mwaka mmoja tangu tukio la Juni ishirini na tano ambapo vijana sitini waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa walipokuwa wanapinga mswada wa Fedha. Mwandishi wetu wa Nairobi shisiawasilwa na mingi zaidi Kituo kimoja cha televisheni mjini Nairobi, Kenya, kimeripoti mauaji watu wawili katika maandamano ya leo. Watu hao wa walipigwa risasi katika mji wa Matuu. Watu kadhaa wametibiwa katika kambi za matibabu zilizowekwa katikati ya jiji la na Nairobi kwenye maandamano ambayo yameshuhudiwa kipindi kirefu cha leo. Rais wa chama cha matabibu nchini Kenya, Dr. Simon Kigondi, alithibitisha kuwa wamepokea wagonjwa waliokuwa na majeraha mbalimbali yakiwemo ya risasi za moto. Amesema baadhi walikuwa akitokwa damu kwenye vichwa. Aidha, alisema kambi hizo zilikuwa zinatoa huduma ya kwanza kabla waathiriwa kufikishwa katika hospitali ya kitaifa ya rufaa ya Kenyatta kwa matibabu zaidi. Miongoni mwa majeruhi ni afisa wa polisi wa kiki ambaye alivamiwa na waandamanaji. Alikuwa miongoni mwa maafisa kumi waliokuwa na bunduki za kurusha mabomu ya machozi. Ilibidi aokolewe na waandamanaji kadhaa baadaye alitibiwa kwa majeraha alokuwa nayo na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Katika barabara kuu ya Thika kuingia jijini Nairobi, waandamanaji waliwashinda nguvu maafisa wa polisi na kuingia jijini. Michael Kamau ni mwendesha bodaboda aliyowasaidia baadhi ya majeruhi kupata matibabu. Nimekuwa hapa GPO kwa stage, kuna msichana ambaye amepigwa na tia gazi kararua mdomo, meno ikaanguka nje. Ukiangalia kwa mgongo yangu ni damu ambayo nimemsaidia kuokoa tu maisha yake. Muda mfupi uliopita kuna ambulensi imepita hapa, imempeleka Kenyatta ikaende aangaliwe zaidi. Wakati huo huo, mamlaka ya mawasiliano nchini humo imezima matangazo vituo ya vituo vikuu vya habari vya KTN, NTV na Citizen TV baada ya kukiuka agizo la kusitisha kuonesha matangazo ya moja kwa moja ya maandamano hayo ambayo yalianza mapema asubuhi. Maafisa wa polisi walivamia mitambo ya wa mashirika hayo iliyoko Naivasha na kuizima. Hata hivyo, vituo hivyo viliendelea kuonesha matangazo hayo kupitia majukwaa ya mitandaoni kama vile YouTube, Facebook na X. Tamko hilo la kusitishwa kwa matangazo limelaaniwa vikali na wanahabari. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, rais wa chama cha wahariri nchini, Zubeida Kome amelaani kitendo hicho, akisema unanyimwa wananchi haki ya kufahamishwa kama ilivyo kwenye katiba. Waandamanaji waliendelea kudai haki zao ambapo siku ya leo vile imesemekana kuna ile anniversary ya police brutality ambayo ilifanyika mwaka jana tarehe kama leo. Na sasa siku ya leo vijana wamejitokeza kwa wingi kuja katika barabara, ambapo walikuwa wakiandamana wakitaka haki kwa wale ambao waliuawa na polisi, wale waliumizwa. Sasa vile vijana kwana ghadhabu nyingi sana wanasema lazima eh, watu ambao waliuawa na polisi, hii mambo ichunguzwe, na pia wale ambao waliuawa wafanyiwe compensation, wale waliumizwa wafanyiwe compensation. Shughuli za biashara na usafiri zilisimama kabisa katika miji ya Nairobi, Eldoret, Nyeri, Nakuru, Mombasa na Kisii. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.